So hey, oh! lakini awezi kwenda sasa, tumetia vitanda kama vile eh, tuseme prestige, tuseme hivyo sababu wakati utakuja mtoa E, basa ange sita kwa sita ele mnomwana, basi ange sita kwa sita ele mmeomba, sisi hatuna haja kukuta sita kwa sita kwenye chumba chako. Tunaoja tufanye kazi na tuone matunda ambayo ataifanya huyu, tuone kazi ile kusudi tuione. Bwana Yesu asifiwe, Amen. Hata tukute sita kwa sita hatujali na atoseliyano tolale ano na nganji nato no, nato aya natomone alia acal aetil atale chalalasii Sio kwamba tu tukute sita kwa sita hiyo hiyo, lakini hiyo tutaichunguza. Sasa, nini maana ya kitanda? Aidha, kitanda kinatiliwa kwa sababu gani? kitanda cha mtawa kinatiliwa kwa sababu gani? Kitabu cha Ayubu makumi tatu na tatu mstari wa kumi na nne hadi kumi na tano. Nini maana ya kitanda? kitanda ni mahali pa kutulia kwa muda fulani kwa maandalizi ya kupokea vitu vifuatavyo. Unifuate kwa makini. Nilisema sitalalamika sana. Kulalamika tumeachia uinjilisti na wachungaji walalamike huko, lakini katika sherehe hizi mimi siwezi nikalalamika sana, ndio maana napenda niende taratibu ili unifuate kwa makini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini maana ya kitanda? Kitanda ni mahali pa kutulia kwa muda fulani kwa maandalizi ya kupokea moja, ufunuo kutoka kwa Bwana, mbili, ujumbe kutoka kwa Bwana, tatu, Maushia kutoka kwa Bwana. Amen. Ayubu makumi tatu na tatu mstari wa kumi na nne hadi kumi na tatu. Niyo maana ya kitanda. Atutie kitanda, sababu upate usingizi mzuri, ungorome sana. Aha, kile kitanda kinatiliwa Kusudi ya kile kitanda ni mahali pako pa kutulia kwa muda fulani, kwa maandalizi ya kupokea huko. Pale kupokea sio kucheza.